Kama nilivyotangulia kusema mwanzoni, ni usiku mtakatifu, ni usiku unaobeba historia ndefu sana ya mwanadamu, lakini pia ni usiku ambao utukufu wa Mungu unadhihirika kama tunavyosikia malaika wakiimba. Kwa hiyo ni usiku ambao ni washangwe usiku wa furaha, usiku unaokamilisha historia nzima ambayo imeanza tangu mwanadamu alipokosea. Ni usiku mtakatifu ambao kila kiumbe kinapaswa kushangilia. Katika tafakari yangu, tuna mambo makubwa manne ya kutafakari, lakini kabla ya kuyagusa mambo hayo nianze na kisa kimoja. Siku moja, wakati naendelea na utume wa kufundisha dini shuleni, wanafunzi wa waisesi, mmoja wao akaniuliza, akasema, kipindi kile nilikuwa shemasi, akasema, shemasi, kwa nini kuna kwa nini hizi sherehe huwa tunazirudia kila mwaka, wakati tunajua Yesu alishazaliwa? Na kama ni sherehe ya Pasaka, tunajua Yesu alikufa akafuka. Kwa nini tunaendelea kuzikumbuka kila mwaka? Ni kwamba Yesu anazaliwa kila siku au kila mwaka? Jibu langu kwake ilikuwa ni rahisi sana. Nikamwambia mwanangu, kwa nini tunakula kila siku? Tumsifu Yesu Kristo! Kristo. Nikamwambia kwa nini tunakula kila siku? Akasema ni kwa sababu watu na njaa, utakula asubuhi, utakunywa chai asubuhi, mchana utahitaji kula, utakula chakula cha mchana, usiku utahitaji kula kwa hiyo ile hamu au ile njaa ndiyo inatusukuma mara nyingi kula. E, ndiyo natusukuma kula mara nyingi kwa siku. Na mimi nikamwambia, jibu lojibu ni jema sana na linafaa kueleza au kujibu swali ambalo we mwenyewe umeliuliza. Nikamwambia ni kwa sababu ya ile hamu ambayo mwanadamu anakuwa nayo ya kukutana na Mungu, ndiyo maana hawezi akasahau makuu na utukufu wa Mungu, hawezi akasahau upendo wa Mungu, hawezi akasahau ya yale ambayo Mungu ameyapanga kwake, ile hamu ambayo mwanadamu mara zote anayo. Siku akisema nasahau yale makuu ambayo Mungu ameyatenda, ni mwanzo wake wa kuangamia, ni mwanzo wake wa kuanguka. Kwaio basi tunaadhimisha sherehe hii ya kuzaliwa mwokozi kila mwaka kwa sababu ya ule ukuu na ule wema ambao unafungamana na matendo haya wema wa Mungu ambao mara zote umeendelea kudhihirika na umeendelea kuonekana. Hicho ndicho ambacho kinatusukuma na sisi kuendelea kutafakari wema huo. Tunatafakari ili tuweze kuona ule upendo wa Mungu ulivyo wa ajabu kwa mwanadamu, lakini muda huo huo tuweze kuionja huruma yake Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Baada ya hayo, kwa nini tunaadhimisha sherehe kila mwaka? Basi tuanze kuyaangalia masomo yetu ambayo tumeyasikia katika masomo yetu ambayo tunayasikia. Somo la kwanza linadokeza mambo mengi, lakini ningependa tafakari mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni ninyi mliokuwa katika giza, nuru imewangazia, na jambo la pili ni kwa ajili yenu mtoto amezaliwa. Tumsifu Yesu Kristo! Kristo, ninyi mliokuwa katika giza nuru imewaangazia. Ni giza gani ambalo nabii Isaya analieleza? Je, ni giza ya kukosekana kwa mwanga? Ni kukosekana kwa jua au ni kukosekana kwa tao hawakuweza kuwasha moto? Hapana. Ilikuwa ni giza la hofu ambalo liliwafunga watu kwa muda mrefu, na muda mwingine matatizo yanaona yanawafanya waone Mungu hayupo wao, au Mungu amewasahau. Hilo ni giza la kwanza ambalo e, nabii analitaja. Giza la pili ambalo analitaja e, nabii ni ile giza la ufahamu. Giza la ufahamu, kukosa uelewa sahihi juu ya utendaji kazi wa Mungu na mpango halisi wa Mungu kwa mwanadamu, zaidi sana kwa taifa hili la Israeli ambalo lilikuwa limepitia vipindi vingi vya adhabu, vipindi, eh, vipindi vya neema. Anaambia ni kwa sababu hamjautambua ule eh, ule mpango wa Mungu, ndio maana eh, mnaona kama vile Mungu hayupo. Kwa hiyo kuna giza la kwanza, giza hilo E, giza hilo la matatizo yao na giza la kumfahamu Mungu, ambayo muda mwingine na sisi ndio ambayo yanatia ya au yanatamalaki katika maisha yetu. Giza la matatizo yetu muda mwingine tunaona ni mazito na kuona kana kwamba Mungu hayupo au Mungu amejitenga nasi, lakini pia giza la ufahamu, kushindwa kumfahamu Mungu alivyo, tunajikuta tunatembea katika giza kuna muda tunamwona Mungu e, ni bora awe hakimu, awaangamize wale ambao wanatuumiza, awaondoe. Kuna muda tunashindwa kumwelewa Mungu, hasa pale ambapo yanatokea matukio fulani fulani katika maisha ambayo yanabaki yanatutikisa. Hilo ni giza kwa sababu tunashindwa kutambua upendo na ukuu wa Mungu. Sasa anasema nuru imewaangazia nuru imewaangazia. Nuru gani hiyo? Ni Kristo mwenyewe ambaye ndiyo ndicho tunachokisikia hata kwenye injili ya leo, anasema kwa ajili yenu mtoto amezaliwa. Nuru hiyo inakuja kwa namna gani? Kuna watu ambao eh, tangu agano la kale walifikiria kupitia katika changamoto na katika mateso au matatizo fulani, ni kwa sababu wameachwa na Mungu. Nuru inayoangaza katika maisha haya ya watu ni Kristo mwenyewe ambaye anazaliwa katika mazingira duni na baadaye atakataliwa, na baada ya kukataliwa ye mwenyewe atakufa. Kwa hiyo anakuwa ni kielelezo, ni nuru ambayo inakuja kuangaza kwamba maisha na changamoto ambazo tunazipitia, muda mwingine, si kwa sababu Mungu ametuacha, ila ni sehemu ya kawaida ya maisha. Nuru hiyo inaangaza katika yale ambayo tunakutana nayo, lakini pia nuru hii inaangaza katika kumfahamu Mungu, kuondoa lile giza na kumtambua Mungu. Kristo ambaye anazaliwa kati ya watu, huyo huyo ndiye anayeishi na watu, zaidi sana wale ambao jamii ilijitenga nao. Leo tunasikia kuzaliwa kwake, wanaotambulishwa au wanaopewa taarifa wa kwanza ni wachungaji. Wachungaji ambao kwa historia wao ni wahamaji, na kwa sababu walikuwa wanahama hapa kwenda eh, hapa na pale wao walihesabika kuwa ni najisi, kwa sababu walikutana na makabila mengine, makabila tofauti tofauti, tofauti na lile kabila la Israeli. Kwa hiyo, kwa sababu ya kukutana nao na watu hao wa mataifa mengine, nao walihesabika kuwa ni najisi, hawastahili kukutana na Mungu, na kwa sababu hiyo, wao wanapaswa kuhukumiwa. Hao ndio wanapewa taarifa ya kwanza. Kwa hiyo, giza lile la kumfahamu Mungu linaondolewa na ujio wa Kristo ambaye anakaa na lile kundi ambalo e, limetengwa pembeni, lile kundi ambalo limesahaulika. Tunajifunza utendaji kazi wa Mungu. Utendaji kazi wa Mungu mara zote ni kwa wale ambao kwanza wanatambua neema yake, na katika kutambua neema yake hao wanampokea Kristo au Mungu anatenda kazi ndani mwao. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho tumekitafakari ni giza, giza ambalo limetamalaki katika matatizo na katika kumfahamu Mungu, utendaji kazi wa Mungu. Kitu cha pili ambacho tuna kitafakari ni kwa ajili yenu mtoto amezaliwa. Fundisho la pili ambalo tunalipata, mtu anakuambia anaposema, ninafanya hiki kwa ajili yako, tumsifu Yesu Kristo, ni wazo gani ambao linakuja kichwani, ninafanya hiki kwa ajili yako? Wazo la kwanza ambalo linakuja ni kwamba yeye hata pasipo hicho kitu anaweza kaishi, ila ni kwa sababu ya uhitaji wangu ananifanyia hicho. Ndilo neno ambalo tunakutana nalo kwa ajili yenu mtoto amezaliwa. Kristo anakuja si kwa sababu Mungu alikuwa na shida kubwa, ila ni kwa sababu ya uhitaji wa mwanadamu ndiyo maana Kristo anashuka na kuvaa ile hali yenyewe ya mwanadamu aweze kumwinua aweze kumwokoa. Ni kwa ajili yetu Kristo huyu anazaliwa, ni kwa ajili yetu Kristo huyu anatufundisha, ni kwa ajili yetu Kristo huyu atateswa nakufa, na kufa na baadaye atafufuka, sio kwa ajili ya Mungu. Kwa sababu yote tunayoyafanya, tuyafanye, tusiyafanye kwa Mungu, hakuna kinachopungua. Yeye ni mkamilifu milele ni kwa ajili yetu. Sisi ni kwa ajili ya mahitaji yetu, ni kwa ajili ya wokovu wetu Kristo anazaliwa anakuja kati yetu. Kwa hiyo hata yale yote ambayo ameacha mafumbo yote aliyotuachia, sakramenti zote ambazo anaziacha ni kwa ajili ya ukombozi wetu, ni kwa ajili ya wokovu wetu. Tukizipokea kwa uaminifu, tunapata wokovu. Tukijitenga na hizo sakramenti hatumkomboi Mungu, ila tunajiangamiza wenyewe kwa ajili yetu, mtoto amezaliwa. Fundisho la tatu ambalo tunalipata au ambalo tunalitafakari katika eh, siku ya leo ni mazingira ambayo Kristo anazaliwa. Kristo anazaliwa katika mazingira ambayo ni ya kawaida sana, pengine waandishi wengine wanasema ni kama anakuja duniani kupitia mlango wa nyuma. Huyu ambaye ni Mungu, ambaye ni mtakatifu alipaswa ajitambulishe kwa makuhani ambao hao makuhani ndio wataenda wa, wa, wa kueneza habari zake, lakini anajitambulisha kwa kundi lingine la pembeni ambalo limeachwa. Anakuja duniani ni kama kupitia mlango wa nyuma, ili aweze kuwapata ha, hata wale ambao wako pembeni. Mazingira ambayo Kristo anazaliwa yanagusa moja kwa moja maisha ya mwanadamu, yanagusa moja kwa moja E, tafakari ya mtu ambaye anataka e, kumwelewa Mungu Kristo anazaliwa katika e, holi. Kwa kuzaliwa katika holi, analazwa kwenye chombo cha kulia wanyama. Kwa hiyo yeye anageuka kuwa chakula, chakula cha wanyama. Ni fundisho hilo hilo ambalo linadokeza juu ya uwepo wa Ekaristi. Ekaristia ambayo sisi hata leo kwenye adhimisho la leo tutashiriki, tuta, e tutamla Kristo ambaye ndiye huyo anayezaliwa na kuingia katika holi na kulazwa kwenye holi la wanyama. Mazingira ambayo Kristo anazaliwa yanasadifu maisha ambayo yeye mwenyewe aliyaishi. Kwanza ni kama chakula, lakini pia hata katika mazingira ambayo Kristo anazaliwa yanakuwa na ukinzani ukinzani wa wema na ubaya nyuma yake, ambao unaonekana kwa nafasi ya kwanza. Leo tunasikia malaika wanamwimbia, baada ya siku si nyingi tutasikia huyu huyu ambaye anaimbiwa na malaika anatafutwa na Herode aweze kumwangamiza. Kwa hiyo maisha ya Kristo yote, au mazingira anayozaliwa, anayokulia, anayofanyia utume, yote yamejaa ukinzani, kukubaliwa na muda huo huo nyuma yake kuna kukataliwa ambayo inaweza pia ikatutafakarisha na sisi maisha yetu yalivyo kwamba kuna upande ambao tunakuwa wema, lakini pia kuna upande mwingine ambao tuna mapungufu ambayo yale mapungufu hayapaswi kuufunika huo wema. Wema mara zote unapaswa kutamalaki katika kuonesha upendo, ukarimu, kujali, lakini pia kuleta usawa na mahusiano yaliyo mema. Kristo anazaliwa katika mazingira ya ukinzani na eh, kingine ambacho tunakipata ni namna Mungu anavyoshuka kwa mwanadamu. Hilo ndio fundisho letu la nne na la mwisho, kwa kushuka kati ya maisha ya mwanadamu, mwanadamu ambaye ni mwoga au mwanadamu ambaye ni mwovu alitegemewa aweze kuogopa. Hili nimelichukua kwenye salamu za Noeli ambazo wametoa wa Baraza ya Maaskofu Katoliki teki ambalo kwa nafasi e, kwa mwaka huo amezitoa Askofu Yosefu Mlola wa Kigoma. Yeye akielezea hii sehemu ya Kristo anayeshuka, Mungu anayeshuka kati ya mwanadamu anachukulia mfano wa maisha yetu ya kawaida. Anasema katika mazingira au katika maeneo ambako kuna walelewa, walelewa wa upade male, walelewa wa utawa. Anasema inapotokea mlezi anakaa na wale walelewa muda mwingi kila walipo muda wote yupo, anasema hawa walelewa wanakosa kujiamini, lakini pia wanaweza wakafikiria tunachunguzwa na kupelelezwa. Anaendelea kusema tena kwamba inapotokea kuna kiongozi mkubwa anaenda kutembelea, anaenda kutembelea sehemu fulani e, ya wale ambao wameajiriwa au wale ambao wanatenda kazi chini yake wale watu mara zote wanajaa hofu, wanaona ni kana kwamba likigundulika kosa kwetu tunaachishwa kazi, lakini pia wanafanya kila mbinu ya kuweza kuficha ule e, yale ambayo yanaonekana ni mapungufu ya yasiweze kuonekana. Lakini kwa Kristo ni tofauti. Kristo anaposhuka na kukaa kwetu, Mungu anaposhuka na kujitambulisha kama Emanueli, haji kutuchunguza wala kutupeleleza. Mwanadamu hana sababu ya kuogopa ila ana kila sababu ya kumsogelea, kwa sababu ni neema ambayo imefunuliwa, kama tulivyosikia kwenye somo la pili. Basi tumombe Mungu atusaidie kushuka kwa Kristo duniani kuwe kweli ni neema. Kwa waovu, wanaweza wakamkimbia waka Kristo, kwa sababu mara zote Kristo anataka tutende wema, Kristo anataka tutende haki, Kristo anataka tueneze amani. Kwa yule ambaye hayo mambo kwake ni changamoto, lazima aogope. Wema unapotajwa, upendo unapotajwa, haki inapotajwa, lazima aogope. Kwa nini? Kwa sababu e, yeye hayuko tayari kumpokea Kristo, hayuko tayari kupokea kila ambacho kinafundishwa. Basi siku ya leo tumwombe Mungu atujalie kuwa na ujasiri wa kuweza kuipokea neema hiyo. Tumsifu Yesu Kristo.